Katika swala la uchaguzi wa spika wa bunge ambapo uh, Chama cha Mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa e ni Tulia Masele pamoja na mzee wangu mzee Zungu, lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti kwamba mheshimiwa Tulia Axon amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitangaze rasmi, mimi kura yangu sio ya siri, kura yangu ipo kwa Zungu. E, mimi nampigia debe Zungu na naomba waheshimiwa wabunge wote tumpe nafasi Zungu, kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi, lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki. Tumeona namna ambavyo anazijua Uh, njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo uh, yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa, kwa upande wangu mimi nawasihi sana wabunge wote tumchagueni Zungu awe spika wetu wa bunge, uh, tatu, eh, wa bunge la kumi na tatu, mheshimiwa Zungu uh, lakini kwa naibu spika mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro, mimi kura zangu sio za siri kwa sababu naamini uh, kama Zungu atashindwa basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi uh, kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah kwa utakuwa mne, uh, amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua, na pia kwenye naibu spika akichaguliwa Silo, alhamdulillah yatakuwa mchaguliwa mtu ambaye a, uh, mimi kwa upande wangu nikuwa naona uh, anafaa. Akichaguliwa mwingine tutaenda naye uh, hivyo hivyo na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu.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 uendelee kuwa na moyo wa subira, uendelee kuwa na four ara zako ziendelee kufanya kazi ili kufanya nchi yetu ipite katika misingi mizuri. Kwa kusema hayo, sina lingine la kuongeza.